Sasa tupo kwenye daily expenses au matumizi ya kila siku. Umeona kitu kingine ambacho wafanya biashara wengi huwa they don't take note, yani hawarekodi matumizi ya kila siku ili wajue wanatumia shingapi? Pia kwenye report, kwa sababu utakuja kuja generate report ya mwezi, mwaka au miezi sita, lazima ujue kwenye matumizi ya kila siku huwa unatumia shingapi. Kwa hiyo tutatengeneza categories na kumanage categories kama kawaida, sina kategori yoyote tanza labda pa kuna food ona mwana labda food tayari kuna labda transport fee. Hiyo ile itakusaidia kujua hela zako pia huwa zinaenda wapi zinatumika, labda electricity, umeme mwana, labda, kama ni, <coughs> kama ni mafuta ni gesi Fi, labda una gari au guess fi, na transport fi the same goja, tutaweka hivyo hivyo haya. Lakini kingine labda kwenye food ndo kuna drinks mmo, labda kingine nini Mw, labda hivyo hivyo, tuanze na hizi kwa mfano. Kwa hiyo nikiangalia kategori zangu hapa zipo sasa. Matumizi ya kila siku, leo mfano, leo tarehe saba nasema leo kwa kuna matumizi ya shilingi elfu ishirini nimerekodi elfu ishirini ambayo ilikuwa ni food, labda groceries kwenye kwenye labda ilikuwa ni kwenye restaurant, ulinua restaurant labda kwa hiyo tayari expenses zimeshaonyesha hapo, expense moja. Lakini electricity labda unalipia kila baada ya wiki mbili, labda ni elfu hamsini umelipia, labda kwa leo umelipia leo elfu hamsini umeme, electricity au umeme. Kwa hiyo tayari imeshakuonyesha kwa siku umespendi shilingi ngapi hapa. Bado tukumbuke na kuna transport fee labda elfu kumi na tano tayari. Kwa hiyo hapa maelezo maelezo unaweza kuandika unavyojua wewe, ila chochote unachokiandika Eu, sem5 imetumika kwenye kufanyaje, kurekodi hivi vitu vyote kutoka hapo yeah. Kuna sehemu ya diary na kalenda. Sasa hapa, ashumu umepata, upo mtandaoni, umeona kuna bidhaa umeiona, mona nda kuirekodi. Umeona labda sema iPhone 17, umeiona iPhone 17, ona Hmm. Labda umeona hapa, anaweza ukaandika maelezo kidogo, labda umeona kwa nani o, o, kama ni kuna link ya, ya page yake unataka uipaste, ili next time utaka kununua umcheck direct, unaweza kaandika hapa, umeona, nataka kununua mitini kumi mona, sawa. Kwa hiyo mood mm, yako naweza. so, hivi hii ni kawaida, naweza kaandika ni neutral, excited au stressed. Mona na shumu uko uko happy, na category hiyo ni kuna work ideas au health goals memories zote ideas hapa naweza kuweka kwenye ideas. Unaweza ku add tag, ukaanza specific tag ya ya hizo bidhaa zako. Kwa hiyo hapa naweza kuandika labda hizi ni iPhones, kwamba next time unaweza hizi tag, unaweza ku add kitu, unaweza ku tag kwamba ni kwenye iPhone au chochote ukisave. Okay, sasa hii hapa tayari imesha kuonyesha umesema days week kwani moja ni ya tarehe ngapi? Muona unaweza ka like ni engaging. Ni kitu ambacho ku engaging umeandika hapo show yako na utakufanya hii date ambayo umeandika ni tarehe ngapi? Kwa hiyo sasa muda ambao unataka kupitia your entries au ideas zako bana, kumbuka kuna, kuna kitu kwani nikiandika nataka niangalie, unakuja hapa una check, labda unataka ku edit, unaweza kurudi ka edit tarehe ukaedit chochote Okay, 7, kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya kwenye upande wa daily expenses na upande wa daily na karenda. Karenda inakusaidia hapo, siku gani ulikifanya hicho ulikiandika hicho kitu, kwa vitu vinaweza kaa ni vingi, sio hichi tu hapa, unaweza ukaandika vingine vingi sana ambavyo mtakaona kutumia kutunza records zako au ideas zako.